Na sasa tuelekee kule Kisii ambapo maafisa wa polisi katika kaunti hiyo kwa ushirikiano na wenzao wa baraza la kukabiliana na dawa za kulevya walifanya operesheni iliyosababisha kukamatwa kwa washukiwa watatu. Msako huu ulianzishwa kwa nyumba ya mshukiwa mmoja mkuu wa ulanguzi katika eneo la Joke Villah ambako magunia kadhaa ya bangi yalinaswa. Crispino Tieno na mengi zaidi kuhusu taarifa hii Jumatano asubuhi. Eneo la Joke Villah viungani mwa mji wa Kisii lilishuhudia operesheni siyo ya kawaida hapa. Maafisa wa NACADA kwa pamoja na polisi kutoka vitengo mbalimbali mbali, walitua hapa baada ya kupata taarifa kuhusu ulanguzi wa dawa za kulevya eneo hili. Maafisa hawa waliovaa magwanda yao maalum wakianza msako wa kila nyumba hapa. Nyumba kadhaa hapa zikimlikiwa na mshukiwa mkuu kwa jina Geoffrey Nyabira ambaye mpaka sasa yuko mafichoni. Msako ukifanyika kila kona hapa. Kwa nyumba zilizokuwa zimefungwa, milango ilivunjwa kubaini kuwa hakuna cha kuficha. Magunia ya bangi yalinaswa hapa, mengine yakiwa na nembo ya mbolea ya ruzuku ya serikali. Namkufuatia operesheni ya kushtukiza iliyofanywa na maafisa wa polisi pamoja na wenzao kutoka NACADA, hali isiyo hali katika eneo la Joke Villah, msako wa mmiliki wa jumba hili tayari umeanzishwa, huku maafisa wa polisi wakifanikiwa kupata takriban zaidi ya magunia kumi na tano zilizo na mihadarati whereby we confiscated all these large amounts of cannabis sativa. We know you, we are aware you are operating and you are destroying lives of this young gen generation. Katika operesheni hiyo, vijana hawa walinaswa the main suspect whom uh, we are pursuing is at large at the moment That's why Uh, that he surrendered himself to authorities. Jumba hili la kifahari la mshukiwa mkuu, maafisa wakifanikiwa kulivunja na kukagua kila chumba kumkamata mshukiwa, ila naye alitoroka kabla ya kufikiwa. Uh, this area of Joke Villah, we are going to comb each and every home here. Waliokamatwa wakitarajiwa kufikishwa mahakamani hapo kesho.